mbo ya kutosha pwani! Ukitoka bara na kushuka pwani, ndugu yangu, unagonga vibe tofauti kabisa! Ni kama dunia inabadilika, upepo wa bahari, maneno ya karibu sana, harufu ya nazi, na watu wakiwa so chill. Hapo ndipo roho ya Mijikenda inacheza kweli. Ya kwanza, vibe ya pwani na utamaduni wa Kiswahili. Utaanza kuhisi slow life ya pwani, hakuna haraka, hakuna stress, kila mtu ako cool. Maneno matamu kama mambo vipi kaka, na smile za wenyeji zinakukaribisha vizuri. Utajifunza maneno mapya ya Kiswahili yenye mchanganyiko, utaona mchanganyiko wa tamaduni za Mijikenda na za Waswahili wa zamani. Ya pili, mchanga mweupe na bahari ya blue. Beaches za hapa ni kama ndoto, kutoka Kilifi Creek, Watamu hadi Diani, kila kona ni postcard. Kuogelea, kupanda dhow au tu kukaa na madafu mkononi ukiangalia jua linazama. Pure peace. Ya tatu, misitu ya kaya, historia hai. Kaya sio msitu tu, ni roho ya Mjikenda. Ni sehemu takatifu zinazojaa historia na siri za kale. Ukiingia Kaya ya Kinondo ama Kaya ya Rabai, unahisi utulivu na nguvu fulani ya zamani. Ni kama unatembea kwa time machine ya African heritage. Ya yani, nne Mitindo na urembo wa kienyeji. Leso yenye misemo ya busara, shanga za rangi, nywele zilizopangwa kwa saizi ya pengo na viro, kila kitu ni unique. Wasichana wa pwani wanajua fashion na asili na wanaivaa kwa confidence. Atano, chakula. Hapa sasa ndo raha ilipo, kula wali wa nazi, bajia, pweza, samaki wa kupaka na mkate wa sinia, utasahau chips. Kisha unamaliza na madafu baridi au tangawizi ya kienyeji. Hii ni bala ya utamu. La sita historia na maeneo ya kale ukiona Gede Ruins Fort Jesus au Jumba la Mtwana, unajua kabisa pwani ina story. Ni kama vitabu vya historia vimekaa, vimejaa hadithi za biashara, vita na mashujaa wa zamani. Saba, muziki na ngoma. Ukitaka burudani, basi ngoma za kienyeji, chakacha zitakufanya utoke jasho. Midundo ya ngoma na nyimbo za taarab zinatengeneza vibe ya pwani. Hapa hakuna sitting still, kila mtu anacheza. Ya nane Upole wa watu wa pwani. Watu wa pwani ni wapole, wachangamfu, wakarimu ajabu. Hata ukipotea barabarani, utasaidiwa na utakaribishwa chai. Unaondoka ukiwa na marafiki wapya. tisa. Machweo na night markets. Jua linapozama Kilifi au Watamu, bwana, bahari inang'aa, mawimbi yanacheza, na jioni inaletwa na harufu ya pilau. Usiku soko la chakula lina msharoo, watu wanacheka, mziki unacheza, kila kitu ku live. kumi sherehe za kienyeji na hadithi za kale. Ukibahatika, unaweza kuona ngoma za jadi au sherehe za arobaini. Wazee wa kijiji wanapiga stori chini ya mti wa mnazi, wakisimulia hadithi za kale kwa kigiria masafi. Ni kama muvyo kweli vile, ila wewe uko ndani yake. Hapo sasa, pwani si tu sehemu ya mapumziko, ni experience ya moyo, utamaduni na roho safi Wamijikenda.